Katika makala ya ifahamu China tunaangazia meli kubwa ya kusaidia usambazaji Haixun 176, chombo cha kisasa kilichojengwa nchini China, kimeanza rasmi kutoa huduma katika Bahari ya Kusini ya China. Meli hii ina teknolojia ya umeme na uwezo mkubwa wa kufanya kazi katika mazingira magumu ya baharini. Hebu tazama. Hii ni meli ya Haixun 176, meli kubwa zaidi ya kusaidia urambazaji ambayo imejengwa kwa kujitegemea nchini China na sasa imewekwa rasmi kuanza kutumika katika kituo cha udhamini wa urambazaji cha Bahari ya Kusini chini ya Wizara ya Uchukuzi. Kwa sasa hii ndiyo ni meli kubwa zaidi na ya kisasa zaidi ya aina yake ndani ya mfumo wa uchukuzi wa China.

Ikiwa na urefu wa mita 75, upana wa mita 14, na uzito kamili wa tani 2360 Haixun 176 inaweza kusafiri umbali wa maili za baharini elfu tano na imewekwa mfumo wa uendeshaji wa umeme kamili. Meli hii hutumia kituo jumuishi cha nguvu ambacho hurahisisha usimamizi wa uendeshaji, kinawezesha kutekeleza majukumu ya dharura ya baharini kwa muda mrefu na kuhakikisha uendeshaji wenye kubadilika hata katika mazingira magumu ya bahari. Sifa hizi zinaongezea kwa kasi kubwa uwezo wa kusaidia urambazaji katika bahari ya kusini ya China. The Haixun 176